Karibu kwenye Typhoon Film TZ. Hapa ndipo simulizi kali, drama zenye kugusa moyo na hadithi za maisha halisi huanzia. Kila simulizi linafunza, kila drama inaacha alama, na sisi tupo hapa kukusimulia. Kabla hujaendelea, tafadhali bonyeza subscribe, like, comment na share ili tuendelee kukuletea visa vipya kila wiki. Kipaji kikiwa na mpango hakikosi mlango. Subscribe kwa mengi zaidi. Sasa Tuanze simulizi letu la leo hii ni sehemu ya pili ya simulizi ya rais wa kwanza wa Kenya. Baada ya kuapishwa mwaka 1964 kama rais wa kwanza wa Kenya, Jomo Kenyatta alikuwa kiongozi mwenye nguvu kubwa na heshima, si tu Kenya bali pia barani Afrika. Kwa wakenya wengi alionekana kama baba wa taifa mtu aliyepigania ukombozi kutoka kwa minyororo ya ukoloni wa Kiingereza na kuwapa heshima ya kitaifa. Mambo chanya ya utawala wake, ila usisahau kusubscribe kwenye chaneli yetu Typhoon Film TZ. Mambo chanya ya utawala wake. Umoja wa kitaifa. Kenyatta aliendesha kampeni ya harambe, ikimaanisha kujishirikisha pamoja, akihimiza watu kujenga shule, hospitali na miundombinu kwa nguvu za umoja. Hili lilisaidia kujenga mshikikano mpya baada ya majeraha ya ukoloni. Uhusiano wa kimataifa. Akiwa kiongozi mwerevu, Kenyatta aliweka Kenya katika nafasi ya kati kati ya mataifa ya magharibi na mashariki. Wakati mataifa mengine ya Kiafrika yakigeukia kambi ya Kisovieti, Kenyatta alihakikisha Kenya inabaki rafiki wa Uingereza na Marekani, jambo lililovutia wawekezaji. Kilimo na uchumi. Serikali yake ilianzisha mashamba ya kitaifa yaliyogawiwa kwa Wakenya, ikitoa nafasi kwa wakulima wadogo. Hata hivyo, pia ilileta changamoto zake. Diplomasia ya Panafricanism. Kenyatta alikuwa sehemu ya viongozi waliounga mkono Umoja wa Nchi za Kiafrika, OAU. Jina lake liliunganishwa na viongozi wakuu wa Kiafrika kama Julius Nyerere, Kwame Nkrumah na Haile Selassie. Mambo hasi ya utawala wake Ukabila na ufisadi. Wakati mwanzoni aliahidi umoja wa kitaifa, baadaye alionekana kupendelea kabila lake la Kikuyu. Wingi wa ardhi na nafasi za kifedha ziliishia mikononi mwa watu wa karibu na yeye, huku makabila mengine yakihisi yameachwa nyuma. Migawanyiko ya kisiasa, wanasiasa waliomkosoa kama vile Ojinga Odinga walionekana kama wapinzani wa serikali na walinyamazishwa. Hii ilijenga msingi wa siasa za Kenya kujikita katika makabila na chuki za kisiasa. Siasa za kidikteta: ingawa Kenya ilikuwa na katiba ya kidemokrasia kwa vitendo, Kenyatta aliendesha nchi kama mtawala mwenye nguvu kubwa. Vyombo vya mahabari na wapinzani walikabiliwa na ukandamizo. Familia na maisha ya kifamilia. Mama Ngina Kenyatta, aliyekuwa mke wake wa mwisho, alibaki kiini ya familia na heshima kubwa nchini. Wanaye kama Uhuru Kenyatta baadaye waliingia kwenye siasa wakipokea urithi wa kisiasa kutoka kwa baba yao. Familia ya Kenyatta ilichukuliwa kama mojawapo ya familia zenye nguvu na mali kubwa zaidi nchini, jambo lililoleta heshima na pia lawama kutoka kwa raia waliokuwa maskini. Jinsi wa Kenya na dunia wanavyomkumbuka. Kwa upande wa chanya, Jomo Kenyatta anakumbukwa kama mpigani wa uhuru na mjenzi wa taifa. Sanamu zake zinasimama Nairobi na miji mingine kama alama ya uzalendo. Lakini upande pili, anakumbukwa pia kwa kuanzisha mfumo wa upendeleo wa kifamilia na kikabila ambao hadi leo umeendelea kusumbua siasa za Kenya. Mambo yasiyojulikana sana kwa stori ya Jomo Kenyatta. Kenyatta alikuwa mwandishi pia. Kitabu chake, Facing Mount Kenya, kiliweka historia ya utamaduni wa Kikuyu na kupinga dhana za kikoloni. Kabla ya siasa, aliishi London kwa miaka mingi na alifanya kazi za kawaida, ikiwemo hata kuwa mhudumu wa reli, jambo ambalo linaonyesha unyenyekevu wa safari yake kabla ya ukuu. Hata kama alikuwa Mkristo, aliendelea kuheshimu mila za jadi za Kiafrika, akionekana mara nyingi akishiriki katika tamaduni za Kikuyu. Kifo chake na urithi. Jomo Kenyatta alifariki mwaka 1978 na akiwa mamlakani, kutokana na matatizo ya kiafya ya moyo. Kifo chake kilitikisa nchi lote, kwani wengi bado wanamtegemea kama mwongozo wa kisiasa. Baada ya kifo chake, Daniel Arap Moi alichukua uongozi, akiendeleza sera kadhaa, lakini pia akianza enzi mpya la kujifunza kwa mwendelezo wa simulizi hii ya Jomo Kenyatta, simulizi la Jomo Kenyatta linafundisha kuwa uhuru wa taifa huanza na kujitoa kwa shujaa mmoja, lakini kuudumisha uhitaji mshikikano wa uoke. Kiongozi anaweza kuwa mkombozi na pia chanzo cha changamoto. Hivyo jamii inapasa kuwa makini katika kudai haki zao bila hofu. Urithi wa taifa haujengwi na mtu mmoja pekee, bali ni kazi ya vizazi vyote. Kwa kifupi, Jomo Kenyatta ni kielezo cha shujaa aliyeibua matumaini lakini pia akaacha maswali na changamoto zinazowakabili wa Kenya hadi leo. Kwa mengi, usisahau kusubscribe kwenye chaneli yetu Typhoon Film TZ. Asante.